Kwengeneko changamoto ya ukosefu wa sodo miongoni mwa wasichana wenye umri mdogo katika kaunti ya Lamu imetajwa kuchangia mimba za mapema. Wasichana hulazimika kusaka pesa za sodo kwa wanaume ambao huwahadaa na kuwatunga mimba. Takwimu kutoka idara ya afya zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto 300 Lamu wamepachikwa ujauzito mwaka huu na mimba ya mapema ni mimba inayotokea katika umri wa miaka kumi mpaka miaka kumi na tisa Kwa hivyo bado Lamu tuna kazi kubwa, ikiwa baina ya Januari mpaka hii mwezi huu wasichana mia tatu na ishirini na tano wameshika mimba wakiwa katika umri huo. Katika baraza la kuelimisha jamii kuhusu dhuluma za kijinsia lililofanyika Lamu Fort, kisiwa cha Amu, imebainika kuwa wazazi wamekuwa wakiwajibikia watoto wao wanapokuwa wadogo, kuwanunulia visodo na mahitaji mengine, ila watoto wanapovunja ungo, swala la visodo huachiwa watoto wa kike wenyewe kujitafutia, na ni hapa ambapo mimba hupatikana. Wazazi wenzangu tuna majukumu. Mtoto wako akiwa mdogo unamnulia pampers, akiwa msichana utashindwa kumnulia pedi? Kwa nini umwache mtoto yule akatafute pedi kwa bodaboda -boda? Eh? Kwa nini umwache mtoto yule akatafute mafuta ya kujipaka hata kama ni vaseline kwa mwanamume? Katika mashule hutokea kwamba watoto wasichana kama alivyosema madam, huwa kuna mahitaji mengi anataka, na akikosa na wazazi kwao wa hakuna uwezo ndio pale wanatoka nje kutafuta mabarobaro. Baadhi ya kina mama wamelazimika kuwauza watoto wao wa kike kufanya biashara ya ngono ili kupeleka kipato nyumbani. Hii imechangiwa na wanaume wengi kukosa kujukumika katika malezi ya wanawao. Niko na kesi kadhaa, watoto wa kike wasichana, mamama wanawauza, na mama anamtishia mtoto wake, ukinena nitakuua na ni makosa ya wewe baba, kuacha majukumu yako kumwachia mama. Sisi kama jamii ni lazima tuwe na nidhamu na uadilifu. Hizi ni ishara za kwamba sisi kama jamii tuna mahali tumepotea, na moja ni hiyo kwamba tuna watoto wa kike wanapata mimba, watoto wa kiume wanabadilika, wanakuwa mashoga. Hili ni tatizo GBV Seneta Shakila aliyeongoza baraza hili ameshinikiza serikali ya kaunti ya Lamu kutenga jengo la kuhifadhi watoto pindi wanapodhulumiwa. Mambo ya safe house, ambao ni rescue shelter ambayo tunahitaji. Kuna rescue shelter doctor ambayo ilijengwa na marehemu Mariam Almawi alipokuwa PS, hiyo sasa nasikia inatumika kama store, bwana DG. Rahma Rashid Runinga Citizen Lamu Serikali kuu imetoa onyo kali kwa wanaume